Mda mwingine ambao tutaongelea mawili matatu, mda wetu wa mafunzo waneno la siku ya leo. Ah, shukrani kubwa kwa kila mmoja aliyopo mahali hapa. Jamani, tupo ama tunasinzia? Oh, asante sauti zi, yani sauti ziko kimya. Hmm, jamani. Hmm, kama kuna Biblia. Hmm, yule ambaye ana Biblia yake akwende kutufungulia. Hmm. Um, kwa wale ambao wana Biblia za simu za aina yoyote ile ni muda wa kuweza kufungua maandiko matakatifu, na leo tutakwenda kubadilishana kutoka katika kitabu cha Mizali. Kama kuna yule ana Biblia atusomee kitabu cha Mizali sura yake ya kumi na saba mstari wa ishiri na mbili. Mizali kumi na saba, Mizali kumi na saba ishiri na mbili. Kumi na saba ishirini na tisa mm, ndio nasoma kwa jina la Yesu, amen. Inasema moyo mchangamfu ni dawa, bali moyo wenye huzuni huzofisha mwili. Amen, amen, amen, amen. Rudilia tena kwa usomi wa pili, dada Moyo mchangamfu ni dawa, bali moyo wenye huzuni huzoofisha mwili. Moyo mchangamshi ni dawa, lakini moyo mwenye huzuni unafanya nini? Unazofisha mwili, unazofisha mwili. Aa, nikiingia nikiongea kwa lugha nyingine, moyo mchangam mshi ni matibabu na ambao sio mchangamshi ni nini? ni nini, ni magonjwa kwa upande mwingine. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Na yote haya yanaenda kwenye mwili kwenye mwili. Leo tutaongelea, mada yetu ya leo itakuwa ni uh, afya ya kimwili afya ya kimwili. Mara nyingi tunaongelea afya ya kiroho mm. Lakini atuongelee afya ya kimwili. Tumsifu Yesu Kristu. Na kwa neema ya Mungu, uh, tutakuwa kila mara tunakumbushana kuhusiana na afya za kimwili. Uh, afya ya kimwili ni ya muhimu, kwa maana unahitaji vyote, mwili na roho. Um, kwa wewe kumtumikia Mungu vema unahitaji mwili na kwa wewe kumtumikia Mungu vema pia unahitaji afya ya kiroho. Kwa hiyo vyote viwili ni vya muhimu, lakini mara nyingi tunadharau, na siwezi nikasema kudharau. Waingereza wanasema neglect, yani una neglige. Wafaransa wanasema uh, una, unaipa samani dogo mwili, kimsifu Yesu so Kristo. Uh, kwa wale ambao labda amewahi kufuga kuku, pale unapozifungua kuku asubuhi mapema, nini kinatokea? O, zinafanya mabawa hivi zinaruka, zinafanya mabawa hivi, zinakisha, zinapanda, zina, zina sauti, zinafanya mabawa. Haleluya! mm -hmm. Na kwa wale ambao wamewahi kuishi na paka, asubuhi paka anafanya nini? Anajinyoosha. Utakuta paka akiamka asubuhi, ya kwanza anayofanya, anajinyoosha, huku mgu anapeleka mguu huku, anapeleka mkono huku, anafanya hivi Haleluya, hao ni viumbe wanyama, lakini wanajua kusaidia mwili wao. Tumsifu Yesu Kristo. Somo letu leo, Mezali anatuambia kwamba mtu mwenye hasira, hasira unajipa magonjwa <coughs> Maana kila mara ukiwa wewe ni umezofika zofika ikiwa wewe umezofika zofika utajipa nini? Magonjwa. utajipa magonjwa, jamani, taumwa na afu tena unaanza maomba Mungu akupo, akupo. Kipindi magonjwa wewe kwanza peke yako umejiletea Sababu ukiendelea kuwa mtu ambaye hauna furaha ndani mwako, kisayansi inaitwa stress. Tumsifu Yesu Kristo. Inaitwa stress. Stress ni mmojawapo katika, Waingereza wanasema number one killer, yaani ni mmoja wa waji kabisa wakubwa. Yeah. Kwa sisi ambao kidogo tuna- tumewahi kujuajua kidogo ya elimu ya kiganga ama ya kisayansi, uh, naambiwa kwamba stress, mtu ambaye ana stress nyingi, afya yake kinga yake ya mwili inapungua mm. Na alafu kinga ya mwili kipungua, ina maana ugonjwa wote ambao unakuja unafanya nini? Unapata, una nafasi ndani ya mwili wako. Stress inaleta pressure, inaongeza pressure, pressure yako inakuwa juu na inakuongezea hatari ya ile ambayo anaita stroke. Kwa hiyo ni ya, inaua inaua inauwa. Um, kwa hiyo huzuni ama stress kila mara, stress kila mara, huzuni kila mara, huzuni ujue, kwamba wewe unajiumiza mwili peke yako. Tumsifi Yesu Kristo. Mm -hmm. Inabidi tuanze kujifunza, kulinda na kusaidia miili yetu sisi peke yetu. Wangereza wanasema kitu kujitake care. Haleluya. Mm -hmm. Kujisaidia peke yako ukiangalia leo hii hufanya mazoezi tu katika zile statistics zilizofanyika uh, ilionekana kwamba asilimia thelathini na nne ya wanawake, na hii ni kwa ulimwengu mzima, asilimia thelathini na nne ya wanawake weusi ndo wanafanya mazoezi na asilimia hamsini ya wanawake wazungu ndo wanafanya mazoezi. Namaana wanawake wazungu wanafanya mazoezi kuzidi wanawake wao well. Well, um, mm. Pili katika hilo pia katika hiyi asilimia thelathini na nne ya wanawake wanaofanya mazoezi Um, na hii ni kwa wanawake weusi kwa ujumla. Wanawake wa African nao ambao tunaita African American, yani weusi wa hapa wanajitahidi kwa mazoezi. Sasa tukiweka wanawake wa Afrika kutoka Afrika immigrant <laughs> wanaofanya mazoezi um, nafikiri inaweza ikawa ni asilimia kumi peke yake ama 10%. Mm. Haleluya, na labda hata chini, na labda hata chini hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Mm. na huku tunajua kwamba mazoezi ni muhimu haleluya. Mazoezi yanasaidia kuhimiza kuongeza kinga ya mwili yanasaidia kukuondoa huzuni ambayo ndo stress, yanasaidia kupunguza pressure, yanasaidia kupunguza kisukari, yanasaidia mambo mengi. Tumsifu Yesu Kristo. mm. lakini pamoja na faida zote hizo watu hawafanyi mazoezi kipindi. mm -hmm. Uhitaji hata kulipia si ndio? mm -hmm. <tipia> Tumsifu Yesu Kristo. Ni vile na, na katika hilo pia katika hilo pia asilimia hamsini na zaidi ya weusi ni wanene kuzidi wazungu. Tumsifu Yesu Kristu. Unapokuwa mnene, unajiongezea hatari ya kisukari, unajiongezea hatari mm -hmm. ya presha, unajiongezea hatari ya kansa, mm -hmm. no, na magonjwa mengineyo mengi kwa sababu ya unene tu, kwa sababu ya mafuta kuwa mengi mwilini kiasi ambacho mm. hakitakiwe kuwa, kwa sababu wa unene mwingi unaletwa na mafu mafuta. Mafuta ya mwili amekuwa mengi kuzidi kiasi na inakupa hatari ya kansa, inakupa hatari ya kisukari na kupata hali ya presha na mengineyo. Hili linatuambia nini? Ukisoma katika Wakorinto sura yake ya sita mstari wake wa kumi na tisa ishirini. Wakorinto wa, wa, wa kwanza sura yake ya sita makumi na kenda ishirini inatuambia hivi, hujui kama mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu? Aleluya, okay. Hekalu la Roho Mtakatifu, tunapokuwa kanisani, hata katika mashirika yale mashirika, kwa wale ambayo tumekuwa na tumeaikuwa na shirika, sindio? Asubuhi mapema shirika linafajiliwa, sindio? hmm. Linafajiliwa, linatengenezwa vizuri, viti vinawekwa vizuri, -likuwe safi mda mdaote na ndivyo pia na mwili ulivyo, sio ambao hichi kinakuja unafanya haujali, hautengenezi. Tumsifu Yesu Kristo kwa sababu ni hekalu la Roho nini la Roho Mtakatifu yeah. ni hekalu la Mungu, mwili wako. Kwa hiyo inatakiwa ujali na usamini mm -hmm. Kwa maana hiyo, kama wewe ni mtu wa hasira, anza kupunguza hasira yako. Tumsifu Yesu Kristu. kwa mm -hmm. usalama wa mwili o usalama wa mwili Asilimia sitini ya wanaume wana hasira kuzidi wanawake. <tipos> <Tumsifu Yesu Kristu. tipos> Tuanze punguza hasira kwa maana tunajua tunapokuwa katika hasira na stress, kila muda fanya mambo yawezayo kukuondoa stress. na mazoezi ni mojawapo, fanya mazoezi, tembea Aa kufanya sehemu nyingine mazoezi, ya mazoezi aina fulani ya mazoezi. Siku hizi watu wanafanyia mazoezi ndani hata kwenye TV. Tumsifu Yesu so Kristo. jishughulishe <coughs> na mambo tofauti ambayo inakuondoa na, na, na stress uh. Angalia kama movie ambayo itakufurahisha uondoe stress sababu hutakiwi, ni vizuri, ni vyema zaidi kutokuwa katika hayo mazingira ya huzuni kila muda. Piga simu ongea na mtu ambaye labda atakupa kidogo ya furaha kama stress inazidi. Na huku usisahau kula vizuri, usisahau kufanya mazoezi. Haleluya, kwa maana mambo hayo pia yanasaidia mwili uendelee kuwa vizuri utakuwaipo na wakati mmoja, tutakuwa siku moja, Mungu akitujalia, tutakuwa tunafanya angalau mara moja kwa mwezi kujifunza kuhusiana na afya tu mm. Kwa sababu afya ni muhimu mm. na huwezi ukamtumikia Mungu a kwa maana hiyo mm. Tujitahidi kuhusu mili yetu. Ukiwa na insurance kila mara nenda hospitali wa kucheki. Haleluya! kwenye zile uh, ambazo zinaitwa physical checkup, regula checkup ambazo hata so, so, so, nenda tu. Unaenda kliniki ukiwa mgonjwa, unaenda kliniki ukiwa mzima, kuhakikisha kwamba mambo yote yako sawa, sio tu ukiwa mgonjwa ndi unaenda. Tumsifu Yesu Kristo. Tu, kwa hiyo tujitahidi kwa mambo haya, tujitahidi tuthamini miili yetu, na tutajikuta kwamba kuna mengi ambayo tunayashughulikia ambayo yatatusaidia. Ukijiona wewe umeongezeka, kilo imezidi kuwa nyingi, jaribu kuzipunguza. Aleluya, amen. Fanya fanya yote yawezekanayo, nayo upunguze, inawezekana: diet, mazoezi mm. vingine vyote, kwa sababu najua ni hatari kwa afya yako. Haleluya, ameni. Ni muhimu, nitakusaidia, itakusaidia haya nayo tunayaongelea ni muhimu kabisa, kwa maana ukiangalia katika nchi hii yeah. tuko na asili kubwa asilimia katika nchi hizi hizi za Ulaya, Canada, Australia, Marekani, magonjwa mengine yanakuja katika vile ambavyo tunatumia sisi. hmm. Uwe makini kwa kile unachotumia Haleluya, mm -hmm, kwa kile unachokunywa, sababu yote yanakusaidia katika afya yako. Kuna mtu mmoja ambaye isema we are what we eat, yani wewe ni kile ambacho unakula. Hivyo um, hivyo hata katika matumizi yako isaidie kutumia vizuri kiafya, kuulinda mwili wako. Haleluya! asilimia mm, kubwa iwe ni majani, asilimia kubwa iwe ni hizi wanaita legumes. Ah, Wafaransa wanasema legume Mm. Majani legime kama vile maragi sijui nini, um, pies majigele kitu kama hicho um, lakini punguza ulaji wa nyama. Mm. Aleluya, yote hayo yanakusaidia kula samaki zaidi kuliko nyama. Tumsifu Yesu mm. Kristo Utajikuta kwamba ukiulinda mwili wako vizuri, na wenyewe mwili utakuli. Kwa maana tumesikia hapa mtu ambaye ana hasira tu, manung'uniko sana, yakizidi unajiletea magonjwa, biblia inasema. Sasa fikiria kitu ambacho unakula kila siku, nyama, nyama, nyama. Haleluya, amen. hmm. Ukawaida ni kwamba Nyama inaongeza risk, iko na carcinogen zile ambazo zinaongeza hatua kidogo ya kuongeza kansa. Sio kwamba inaleta kansa, lakini hivyo hivyo inaongeza fati ya kuleta kansa. Um, Marekani, Canada, Australia, Europe watu wanakula nyama kupita kiasi. mm. Mwanadamu hakuumbwa wale ambao wanaitwa carnivore carnivore. Hapana <tip> hatukuumbwa, uh, kula nyama peke yake. Tumeumbwa in fact hatuko uh, carnivore. Tumeumbwa kula zaidi majani na mambo mengineyo. Tumsifu Yesu Kristo. <tip> <tip> Wakati mmoja tutakuwepo na kidogo kama semina na angalau ya saa mbili tatu, angalau mara moja kujifunza kuhusiana na afya, kwa sababu yeah, tujue jinsi ya kujilinda kiafya, na hiyo itakwenda kutupa neema tuitumie yeah, miili yetu vizuri, kwa maana miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu <tifu> na tumeambiwa katika mezali ya kwamba mwili yale ambayo pekea kufikiria hasira ikizidi manunguniko ya kizidi unajipa magonjwa. Basi machache haya kae ndani mwenu, na Mwenyezi Mungu akwende kuyabayariki. Tumsifu Yesu Kristo. <coughs>